Na, mtazamaji, wakati mwingine tunakutana katika shajara ya chuo kikuu cha Nairobi, nikitumai popote pale ulipo huna neno. Basi karibu tuandamane hadi tamati. Naitwa Jimi Wamboa, na kwanza ni vidokezo. Chuo kikuu cha Nairobi chapiga hatua katika juhudi za kuendeleza uhamasisho wa kitamaduni. The idea is to create a global platform where young people can, can share content, share content, ideas, uh, uh, create entrepreneurship initiatives. Wanafunzi watafuta njia mbadala za kuziba pengo la muda, mgomo ukiingia wiki ya saba. Na pia kuna ripoti kamili kuhusu wanafunzi wanaojihusisha na uigizaji na jinsi wanavyotumia wakati wa mgomo kujikuza. Um, if we decide to stay at home, we'll lose much as students. But if we decide to come and um, practice, we'll be ahead of the teachers. That means if the teachers resume, we won't be same with the, uh, the students that are home. Nam, katika juhudi za kueneza uhamasisho wa utamaduni katika ukanda wa Afrika Mashariki, Chuo Kikuu cha Nairobi kililipa shirika la True Culture University nafasi ya kuzindua rasmi tawi lake nchini. Lilifanyika hili katika hafla ya uzinduzi iliyoandaliwa mnamo tarehe 28 na hapa chuoni, ambapo waandalizi walidondoa manufaa yatakayofuata baada ya uzinduzi huu. Mwandishi wetu wa habari Sara Sindi anatupa taarifa kamili. Chuo Kikuu cha Nairobi kiliipa True Culture University TCU nafasi ya kipekee kuzindua rasmi tawi lake nchini Kenya, hatua muhimu inayolenga kukuza na kueneza uhamasisho wa kitamaduni katika eneo la Afrika Mashariki. The idea is to create a global platform where young people can, can share content, share ideas, uh, create entrepreneurship initiatives and, and move forward in empowering um, the African rising narrative. Hafla hiyo ilionekana kama mwanzo wa safari mpya, ikiwa na lengo la kuwaunganisha vijana kupitia utamaduni, elimu na ubunifu. So its main aim is to unite the black uh, the African community. Ushirikiano kati ya chuo kikuu cha Nairobi na TCU utakuwa daraja muhimu katika kuimarisha ari ya pan Africa miongoni mwa wanafunzi na kuwapa nafasi kushiriki katika programu za kijamii na kielimu barani Afrika. Ni juzi tu tumeona Russia ikilaunch their missile which has flown for over 15 hours and um, um, tunaweza jiuliza sisi tutafika aje hapo. Programs like the True Culture. Kwa mujibu wa waandaaji wa hafla hiyo, wanachama wa TCU watanufaika na fursa ya ufadhili masomoni na pia kushirikiana na wanafunzi kutoka vyuo mbalimbali barani Afrika a Wito wa dhati ulitolewa kuwa vijana wajitokeze ili wajiunge katika kujenga na kueneza utamaduni wa Afrika. Nikiripotia runinga ya UNC, jina langu ni Sara Cindy. Kwingineko, mgomo wa wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma nchini umelemaza shughuli za masomo katika vyuo athirika. Ni hali ambayo imechochea wanafunzi kutafuta njia mbadala za kuziba pengo la muda, huku asilimia ya kuzingatia ikijitosa katika utafutaji kazi. Hata hivyo Shughuli hii inatamausha, na kama anavyoripoti mwandishi wetu wa habari Wendy Isendi, wanafunzi hawa sasa wanaitaka serikali kuingilia kati na kuwapa suluhu. Hii hapa taarifa kamili. Migomo ya wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma umeathiri wanafunzi pakubwa, kupeleka baadhi yao kutafuta vibarua vitakavyowasaidia kukidhi mahitaji yao, huku wengine wakiendelea kulalamika kwani muda wao wa kuhitimu utazidi kuahirishwa. I thought I would graduate in the next few months, but I think it will take another year also for me to graduate. Well, it's, it's been challenging mentally because I don't want to be late to graduate, so there's that aspect of it's delaying my my timeline is not as I expected it to be and that's not a very good thing. Licha ya wanafunzi hawa kuajiriwa katika kampuni tofauti tofauti kama vile Techno, wengine wao wanalalamikia hali mbaya ya kifedha kulingana na malipo wanayopewa, huku wengine wakitoa wa madai ya kukosa soko, kwani wanunuzi wao wakuu ni wanafunzi. Baadhi ya wanafunzi wamejaribu kutuma tawasifu za kazi ila juhudi zao kugonga mwamba. Hali ambayo imewalazimu kujihusisha na michezo ya kuigiza kama vile ukumbi wa michezo, densi na ngoma. Kujihusisha kwa michezo hii kumechangia manufaa chanya kwani asilimia kubwa ya wanafunzi wameweza kutumia muda wao ifaavyo. Kwa sasa wanafunzi wanaomba serikali haswa viongozi wa sekta hiyo kuingilia kati swala hili ambalo limewaacha wengi na msururu wa maswali belele. Iwapo mgomo huu utasitishwa ama ndoto zao zitazidi kuganda. Nikiripotia kiripotia runinga ya UNC, jina langu ni wendi sendi. Na tukisalia katika taarifa zinazohusu mgomo, ni kwamba baadhi ya wanafunzi wanatumia wakati huu kuendeleza vipaji vyao kwa wanafunzi wanaojihusisha na uigizaji wa michezo ya jukwaani, kipindi hiki cha mgomo kimewapa nafasi ya kujikuza licha ya upungufu wa hadhira. Mwandishi wetu wa habari Ifra Abdikadir alizungumza na wanafunzi hawa, na hii hapa taarifa kamili. Ikiwa ni wiki ya sita tangu mgomo wa wahadhiri hadhiri kuanza, shughuli katika chuo kikuu cha Nairobi zazidi kuvurugika. Hata hivyo, kwa baadhi ya wanafunzi, kipindi hiki kimetoa nafasi ya kuboresha talanta zao na wengine kufanya kazi zao za ziada ziada. Hali hii imewapa muda wanafunzi wanaojihusisha kwa uigizaji wa michezo ya jukwaani kwani ratiba yao haijapata kuvurugika. Wahusika wa klabu hii wanaendelea kushiriki katika shughuli mbalimbali kama njia ya kukabiliana na hali mpya iliyoletwa na mgomo huo. Everyone in UNTT loves being in this theatre Like anytime we're here we're having fun. So it wasn't hard to convince us to uh, come to rehearsals. It's all about being self-directed Uh, you know acting it requires cooperation about the group. It's not possible. Can you look beyond these walls? Are our people still fighting? Iwe kuna mgomo au la, nafasi ya wabunifu inaendelea kuwa hai na yenye ufanisi waigizaji wanatumia muda huu kuboresha ujuzi wao na kusahihisha sanaa zao as performers we have more time to rehearse more time to put on this spectacular show you know like the one we're having on Friday in Chandaria the play Death and the King's Horseman Play will be on the 31st of October this Friday and it will go for uh, 700 for the adults 150 for the students so you are all urged to come uh, come one come all it's going to be at Chandaria and it's going to be an amazing show. Nikiripotia, runinga ya UNC jina langu ni Ifra Abdikadir <laughs> Imekuwa shajara ya chuo kikuu cha Nairobi. Mtazamaji, kumbuka shajara hukujia kila wiki katika runinga ya UNC. Tufuate katika mtandao yote ya kijamii, na usikose kutazama makala yajayo hapa katika mtandao wetu wa YouTube. Kwa sasa naondoka, kwa heri, naitwa Jimmy Wamboa.